Ndugu waandishi wa habari, tunawakaribisha makao makuu ya Silent Ocean na Kilimanjaro Star Cargo yaliyoko mtaa wa Lumumba na Udoe, Kariakoo, Dar es Salaam. Leo tumewaalika hapa kwa jambo moja kuu la muhimu ambalo ni kuhusiana na mwaka mpya wa Kichina maarufu kama Chinese New Year. Sasa Chinese New Year inaanza. Tunachowaambia wateja wetu na kuwakumbusha na kuwasisitiza walete mizigo kwa haraka kabla Wachina hawajafunga ofisi. Timu ya masoko imejipanga ime na timu ya mauzo pia imejipanga katika kufikisha taarifa hizi kwa wateja wetu nakwamba Chinese New Year mwaka huu imekaribia na inakwenda kuanza tarehe kumi na tano mpaka kufikia tarehe tatu mwezi wa tatu. Sasa hivi ndo wakati sahihi wa mfanya kwa mfanyabiashara kuhakikisha kwamba supply akashaufunga na akashaleta katika godown zetu, edha iwe pale foshan pale kechao au pale yu. Tuwawahi Wachina. Leo hii 2026 ishafika, lakini kwa Wachina kwao wanaenda kufikisha 2026 mwezi wa pili kuanzia tarehe 15. Na ndio maana sisi tunakuambia nini? Tuwawahi. Tunawahamasisha wafanyabiashara na wajasiriamali ambao wanasafirisha na Simba wa Bahari kuagiza kwa ukubwa sasa hivi. Wasiliana na saplaya wako Wasiliana na mtu yoyote ambaye ana uwezo wa kukununulia mizigo China, mwambie aifikishe mizigo katika warehouse zetu pale China ili tukusafirishie mpaka Tanzania kwa usalama, uhakika na gharama nafuu. Tunaelekea katika msimu wa sikukuu za Pasaka pamoja na Eid. Ukicheza vibaya sasa hivi, usiagize basi utashindwa kuwa na mali. Wachina wanaenda likizo, wanafunga biashara zao. Tuwawahi Wachina kabla hawajaenda mapumzikoni. Agiza sasa hivi navyokwambia, agiza sasa hivi.